Imeandikwa katika Waefeso sura ya kwanza mstari wa saba kwamba damu ya thamani ya Kristo huturuhusu kupokea msamaha wa dhambi. Hebu tuthibitishe kupitia nani Mungu amefanya ahadi ya kutoa damu yake ya thamani ambayo inaruhusu msamaha wa dhambi. Tufungue Mathayo sura ya ishirini na sita. Mathayo sura ya ishirini na sita mstari wa kumi na saba. Siku ya kwanza ya siku kuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Akajibu, nendeni kwa mtu fulani huko mjini, mkamwambie, mwalimu asema hivi, saa yangu imekaribia, nitaiadhimisha Pasaka pamoja na wanafunzi wangu katika nyumba yako. Hivyo wanafunzi wakafanya kama vile Yesu alivyokuwa amewaelekeza, nao wakaandaa Pasaka. Kuadhimisha Pasaka ni tukio muhimu sana, lina agano la msamaha wa dhambi. Tuendelee na mstari wa 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki hapa, je, hairejelei divai iliyomo katika kikombe cha Pasaka? Alichukua kikombe ambacho kilikuwa na divai ya Pasaka, na baada ya kushukuru akawapa akisema, nyweni ninyi nyote. Mstari wa 28, hii ndiyo ni damu ya aina gani? Damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ni nini kimeahidiwa katika divai ya Pasaka? Ondoleo la dhambi. Hii ndiyo damu ile ambayo Mungu aliahidi. Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya msamaha wa dhambi zetu. Kwa maneno mengine, wale wanaoshiriki katika sherehe takatifu ya Pasaka iliyoanzishwa kupitia mkate na divai ya Pasaka wanaweza kupokea msamaha wa dhambi. Nani alianzisha hiyo kanuni? Nani alifanya agano hilo? Ilikuwa Mungu aliyekuja duniani katika nyakati za mwana. Alipolianzisha, aliita ahadi hii nini? Aliliita agano jipya, yenye maana ya ahadi mpya. Tuone tukio hili katika kitabu cha Luka sura ya 22, Luka sura ya 22 mstari wa saba.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 Vivyo hivyo baada ya kula, akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki, kikombe hiki ni agano gani? Ni agano jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Hapa Kristo alisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu na katika Injili ya Mathayo alisema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Neno agano lilionekana mara kwa mara, inarejelea agano jipya. Bila ukweli wa agano jipya Pasaka, hakuna njia kwetu kupokea neema ya damu ya dhamani ya Kristo. Hii inamaanisha kwamba hakuna anayeweza kupokea msamaha wa dhambi bila neema ya damu ya dhamani ya Kristo. Watu wengi husema sisi pia tunaamini katika damu ya dhamani ya Yesu aliyomwaga msalabani. Ikiwa kuna kanuni moja ya wokovu na kanuni ya msamaha wa dhambi, je, hayapaswi kuwa na ukweli mmoja tu? Makanisa yote, Kanisa la Methodisti, Kanisa la Utakatifu, Kanisa la Wasabato na Mashahidi wa Yehova wanasisitiza kwamba mafundisho yao ni kweli. Kila kitu ni maneno ya wanadamu tu. Kitu pekee tunachohitaji kuzingatia na kutilia mkazo ni yale Mungu asemayo. Mungu alifanya agano akisema, kikombe hiki ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Aliweka ahadi yake katika agano hili. Kwa hiyo je, inaleta maana kwa wale ambao hawashiki ukweli wa Pasaka ya agano jipya kusisitiza kwamba walipokea msamaha wa dhambi? Si kitu zaidi ya tafsiri ya kiholela iliyojawa na kujiridhisha. Mungu hakukubali. Katika siku ya hukumu ya mwisho watu watasema, Bwana Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Ingawa wanasema maneno kama hayo mara nyingi sana, Mungu tayari amefanya hitimisho lake. Hitimisho ni nini? Atawaambia wazi, sikuwajua kamwe. Mungu alifanya agano nasi lakini hakuna anayeshiriki katika agano hilo. Badala yake wanajifungia kwa mawazo yao wenyewe, wakisema tu, kwa kuwa ninamwamini Mungu nimepokea msamaha wa dhambi. Yesu aliwafafanua kama wale wasiomwamini.